awali akitoa taarifa ya mapendekezo kaimu mkurugenzi wa jiji la mbeya annamary joseph amesema jimbo la mbeya mjini litakuwa na kata 23 na mitaa 121 huku jimbo la uyole likiwa na kata 13 na mitaa 60 mheshimiwa mwenyekiti jimbo la mbeya mjini lina ukubwa wa kilomita za mraba 258.8 lina tarafa mbili ambazo ni tarafa ya sisimba na tarafa ya iunga pia lina kata 36 na mitaa 181 na kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2020 jimbo la Mbeya mjini lina wastani wa wakazi laki tano arobaini na moja elfu mia sita na tatu. Tulipitisha kugawa jimbo la Mbeya mjini na kuwa na majimbo mawili. Jimbo la kwanza ni jimbo la Mbeya mjini, ambalo jimbo hili litakuwa na kata 23 na mitaa 121, lakini pia litakuwa na ukubwa wa kilomita za mraba 127.8 na litakuwa na jumla ya wakazi 258 1746. Afisa utumishi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya John Maholali amesema katika wilaya Mbeya kumekuwa na mapendekezo ya kugawa jimbo hilo na kupata jimbo jipya la Mbalizi. Jimbo la kwanza tunapendekeza liwe netoa jimbo la Mbeya. Jimbo pendekezo la Mbeya litakuwa na tarafa moja ya Tembela yenye kata kumi. Kata hizo ni Banjiro, Ihango, Inyala, Itewe, Ijombe, maendeleo Tembela, Igomba, Ulenje na Irungu zene jumla ya vijiji 54. Jimbo la uchaguzi pendekezwa la pili ni jimbo la Mbalizi. Jimbo hili pendekezwa la Mbalizi litakuwa na tarafa mbili, tarafa la Isangati na Usongwe ambalo litakuwa na kata 18. Baadhi ya wabunge walioshiriki katika kikao hicho wameeleza kuwa kugawanywa kwa majimbo hayo kutasaidia kuboresha huduma kwa wananchi na kuimarisha maendeleo katika maeneo husika. Kama ambavyo tumeona haya mapendekezo ni kweli e, kwa ukubwa wa jiografia wa mkoa wetu wa Mbeya, uhitaji wa kuzidi kusogeza huduma kwa wananchi unahitajika kwa ukubwa zaidi. Mathalani, kwa wilaya yangu ya Chunya tunaona kwamba ina ukubwa wa jiografia zaidi ya siku ya mita elfu kumi na tatu. Eh, nimefurahishwa sana na kikao hiki kwa namna ambavyo tunafikiria ama imepangwa kugawanyika kwa majimbo. Maana tukifikia utaratibu huo tukakamilisha majimbo yakuongezeka, basi hiyo inakuwa ni fursa nzuri sana kwa wananchi ambapo itakwenda kutuletea maendeleo ndani ya majimbo hayo. Suala la mgawanyo wa mipaka ya majimbo na majina yake katika mkoa wa Mbeya linaendelea kujadiliwa kwa kina, ili kuhakikisha kwamba mabadiliko yoyote yanayofanywa yanazingatia ustawi wa wananchi na maendeleo ya mkoa kwa ujumla, ambapo kufikia uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu mchakato huo utakuwa umekamilika. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.